Nam, karibu katika Saa ya Bahari kutoka hapa Ayin Safi. Mkuu wa majeshi ya Israel, Eyal Zamir amesema kuwa, nchi hiyo imerudisha nyuma mpango wa nyuklia wa Iran kwa miaka, baada ya siku kumi na mbili za mashambulizi ya nchi hiyo katika kampeni yake dhidi ya maeneo ya nyuklia ya Iran na kusema sasa wanaingia katika hatua mpya. Katika taarifa yake, mkuu wa majeshi Eyal Zamir amesema kuwa wamehitimisha awamu muhimu, lakini kampeni dhidi ya Iran haijaisha na wanaingia katika awamu mpya kulingana na mafanikio ya sasa. Jeshi la Israel limesema kuwa lilikuwa linaondoa vizuizi kwa mikusanyiko ya watu, sehemu za kazi na elimu kutokana na mzozo na Iran baada ya usitishaji mapigano kuleta mwisho mbaya wa siku kumi na mbili za mapigano mini ya hali na idhini ya Waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, imeamuliwa kuwa, kuanzia leo, maeneo yote ya nchini humo yataanza shughuli kamili bila kizuizi, na kuongeza kuwa na kuongeza kuwa miongozo hiyo itaanza kutumika hadi Ijumaa jioni. Sambamba na hilo, shirika la ndege la taifa la Israel, El Al, kwa sasa limesema linafanya kazi ya kuwasafirisha kuwarejesha Israel makumi ya maelfu ya wasafiri waliokwama kutokana na kusitishwa kwa shughuli zao kufuatia kuanza kwa mzozo kati ya Israel na Iran mnamo Juni 13. El Al, mbeba bendera wa Israel, imesema baada ya kusitishwa kwa mapigano kati ya Iran na Israel baada ya siku 12 pigano na kwa kufunguliwa tena, uwanja wa ndege wa Ben Gurion karibu na Tel Aviv, kutaongeza ratiba yake, kutumia meli zake na kuongeza maelfu ya viti katika saa 24 zijazo. Usiache kulike na kusubscribe. Hii ni Saa ya Bahari kutoka hapa Ayin Safi.